Manara alikuwa mwalimu wake wa madrasa na juzi tumeona akapata mtihani kidogo kwenye ndoa. Yeah. Uh, kwa mwalimu amekufundisha madrasa kwa maneno yake na pia usiwe kudhibitisha. Yeah. Mimi nataka umwambie kitu moja, Manara kutokana na hiki ambacho kimetokea ndoa yake imevunjika na vitu kama hivyo. Kwa kweli <coughs> Manara kweli, alikuwa ni mwalimu lakini pia alikuwa mwanafunzi pale pale madrasa ni kwamba, uh, divorce it's okay. It, it's okay to divorce kupeana talaka. Mungu apendi, lakini um, inapokuwa inafikia wakati lazima huwe na mtu sahihi. Kwa kweli unakuwa hakuna jinsi, meneelewa. Haya ni mambo tu ya mitihani ya Mwenyezi Mungu, mitihani inatokea ya ndoa ni vitu vya kawaida, meneelewa. Kwao wasijisikie vibaya, sisi ni, sisi ni binadamu tunafanya mistakes, meneelewa E, basi labda Mwenyezi Mungu atamjalia atampata kufanana naye. Hii ni, ni mapito tu, vitu vingine vinapita. Kuachana na mtu ni kuna sababu, kwa sababu kukosa pia uh, ni kupata, kama unavyosema, kwa sababu unapopata faida unasema umepata faida, lakini pia ukipata hasara unasema umepata hasara. Sasa hasara ni mbaya, kwa unapokosa pia umepata. Thank you so much.